Mara baada ya tamko la msajili wa vyama vya siasa Tanzania kutangaza kuifutia ruzuku chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Taarifa hiyo imetolewa Mei 27/2025. Taarifa hiyo ilitolewa kwa sababu chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kutokuwa na viongozi wanaoweza kusimamia mapato, matumizi na marejesho ya fedha hizo kwa umma. Leo Mei 29/2025 chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Kimetoa tamko rasmi kikijibu hatua ya msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania kusitisha ruzuku kwa chama hicho, wakieleza kuwa uamuzi huo hauna msingi wa kisheria. Kupitia taarifa hiyo iliyotolewa na kamati kuu ya Chadema, chama hicho kimeeleza kuwa barua kutoka kwa msajili inayotangaza kusitishwa kwa ruzuku hiyo ni batili na haina mashiko ya kisheria. Msajili wa vyama vya siasa alikuwa ametangaza kusitisha ruzuku ya serikali kwa Chadema, akitaja sababu mbalimbali ikiwemo madai ya ukiukwaji wa masharti ya usajili na kutofuata kwa baadhi ya taratibu za ndani ya chama. Hata hivyo, Chadema wamekanusha madai hayo, wakisema ni njama za kisiasa kuwakandamiza. Chama hiko kimehimiza msajili kufuata misingi ya haki na usawa na kuacha kutumia mamlaka ya kisiasa. Pia wametoa wito kwa wadau wa demokrasia na jamii ya kimataifa kufuatilia kwa ukaribu mwenendo huo ambao wamesema unaweza kuzoofisha mfumo wa vyama vingi nchini. Ni mimi Shell Ismaili wa VOC Media, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kukomenti ili uwe wa kwanza kupata